lakini niambatane tu na Surat Hud. Ukisoma Surat hud unapata, ukisoma Surat Hud 11 aya ya 61 mpaka 68 unapata kisa cha Nabii Saleh. Nabii Saleh alitumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kwenye mji wa kale unaitwa Thamud, mji ambao ulikuwa karibu ya Yemen na huku Shama, ambaye ni Syria ya leo. Wale watu walikuwa wanafanya mambo ndivyo sivyo, ambayo sio ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Salehe uende ukazungumze na hao watu, waniabudu mimi. Lakini alipofika kupeleka ule ujumbe, wakasema, Nabii Saleh, sisi tutajuaje kama Mwenyezi Mungu kwa kakutuma Nabii Saleh akarudi kwa Mwenyezi Mungu, anasema wa wameshindwa kunielewa. Akasema basi napeleka muujiza wa ngamia. Ngamia huyu atakaa kwao, wamtunze, lakini ataleta ustawi kwenye ile jamii, watakuwa kimaendeleo. Lakini cha kushangaza, wakawa wakaidi, walimkatakata na kumuua yule ngamia. Ngamia huyu ni nani? ngamia huyu ni tunu ya amani ambayo watanzania wamepewa sasa kama tutafanya ukaidi wa kumkatakata huyu ngamia la hasha hatuwezi kufanikiwa katika ustawi wa maendeleo ya taifa letu. kwa hiyo nahamasisha sana kama Mwenyezi Mungu alivyosisitiza kumwambia Nabii Salehe kwamba wamtunze huyu ngamia Tanzania imependelewa tumepewa amani kwa muda mrefu utulivu namna hii tusitumie ndimi zetu kuwa kiberiti cha kuwasha moto na kuchafua amani ya tanzania lakini nikimalizia ukisoma surati abaka sura ya pili aya 126 nabii ibrahim kati ya vitu alivyomwomba mwenyezi mungu kitu cha kwanza kabla ya kuomba riziki Aliomba amani. Amani ni kila kitu. Amani kiwepo, utatafuta riziki. Amani kiwepo, ustawi katika familia utakuwepo. Amani kiwepo, kila kitu kitafanyika. Najua ndugu zangu wa Tanzania, sisi tumekuwa na mguu wa kutoka ndipo upate riziki. Sasa kama tutachafua amani ya Tanzania, tutapata hiyo fursa? Hebu tuambizane kila mmoja, mwambie jirani yake huko nyumbani, kijana mwenzie kwamba amani ni tunu ya thamani ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Asalamu alaykum.